Mbele za Mungu kwa njia ya maombi, ili kuwepa kutafuta uwepo wa Bwana katikati yetu asubuhi ya leo, na nguvu za Mungu zikapate kushuka na kutuhudumia mahali hapa. Basi tutasogea mbele za Mungu sote kwa pamoja kwa njia ya maombi kumwambia Mungu tunahitaji uwepo wako asubuhi ya leo. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ninakushukuru kwa ajili ya siku nyingine tena ya baraka, na ndo maana tuko mbele za uso wako mbele ya madhabahu yako tukiutafuta uwepo wako, tuki wako. nasi tunakuomba sasa, katika jina la Yesu uwepo wako usitupungukie asubuhi ya leo mahali hapa, na nguvu zako usitupungukie asubuhi ya leo mahali hapa. Baba, tunauliza uwepo wako na Roho Mtakatifu wako ambaye ulimwachilia siku ile ya Pentekoste, tunakusi Mungu ukamwachilia tena katika siku hii ya leo, katika siku hii ya leo katika ibada yetu, tunamhitaji tena Roho Mtakatifu aliyeshuka siku ile ya Pentekoste, akti yetu akashuka ibada hii. Roho Mtakatifu shuka, na ulijaze kanisa, nguvu na uweza wako, mamlaka yako, e Bwana Roho Mtakatifu, tunakuhitaji Roho Mtakatifu, tunakuhitaji Roho Mtakatifu, shuka utujaze nguvu, utujaze nguvu, utujaze nguvu, utujaze nguvu, utujaze nguvu, utu Roho Mtakatifu, pita katikati yetu, pita katikati yetu, pita katikati yetu, pita katikati yetu, pita katikati yetu, tupe neema ya kufanya ibada. Katika siku ya leo tupe hiyo neema tupe hiyo neema tupe hiyo neema tupe hiyo neema tupe hiyo neema tupe hiyo neema tupe hiyo neema tupe hiyo neema tupe hiyo neema. Tuondolee uzito tuondolee uzito tuondolee uzito ndani ya nafsi zetu. Kila uzito sasa utuachie, kila uzito sasa utuachie, kila uzito utuachie, utuachie utuachie roho ya uchovu roho ya uchovu roho ya uchovu roho ya uchovu ituachie ituachie ituachie ituachie ituachie ituachie ituachie. Roho Mtakatifu, pita na utujaze nguvu na utujaze nguvu na utujaze nguvu tujaze nguvu tujaze nguvu kwa jina la Yesu kwa damu ya Yesu tujaze nguvu Roho Mtakatifu pita katikati yetu tujaze nguvu tujaze nguvu tujaze nguvu tujaze nguvu Roho Mtakatifu tujaze nguvu tujaze nguvu kwa jina la Yesu kwa damu ya Yesu kwa jina la Yesu pita katikati yetu pita katikati yetu pita katikati yetu pita katikati yetu pita katikati yetu pita katikati yetu pita katikati yetu pita pita katikati yetu pita katikati yetu pita katikati yetu pita katikati yetu pita katikati yetu pita katikati yetu, katika tujeze nguvu tujeze nguvu tujeze nguvu tuhudumie, upya, tuhudumie katika siku ya leo. Roho Mtakatifu, tunakuhitaji. Roho Mtakatifu, tuna haja na wewe. Roho Mtakatifu, tuna haja na wewe, na ndio maana tupo mahali hapa, tuna kiu na wewe na tuna haja na wewe Bwana, tuna kiu na tuna haja na wewe, usitupite usitupite usitupite. Hapo ulipo mwambia Roho Mtakatifu, usinipite. Mwambia Roho Mtakatifu, usinipite. Tumia maneno ya sauti yako, toa sauti yako, mwambia Roho Mtakatifu, niko kwenye ibada, nipo kwenye ibada, nahitaji uniguse, nahitaji unihudumie, nahitaji uniponye, nahitaji unihudumie, nahitaji uniponye, niponye, ponya moyo wangu, ponya nafsi yangu ponya kazi yangu, ponya biashara yangu, ponya familia yangu, ponya uzao wangu, ponya maisha yangu. Ondoa mauti katika maisha yangu, ondoa wa uharibifu, ondoa kila pando la giza. Mwambie Roho Mtakatifu, niguse asubuhi ya leo, niguse siku hii ya leo. Niko kwenye madhabahu yako, nataka uniguse, niguse nipone, niguse nifunguliwe, niguse niwekwe huru, maisha yangu yapone, biashara yangu ipone, kazi yangu ipone, huduma yangu ipone, watoto wangu mipango ya giza iharibike kwa jina la Yesu. Roho Mtakatifu, niguse na mimi, niguse na mimi, niguse na mimi ni gusa na mimi, gusa maisha yangu, gusa familia yangu, gusa maisha yangu. Roho Mtakatifu, usinipite, usinipite, usinipite, usinipite, usinipite, tutembelee Bwana, Roho Mtakatifu tutembelee, tutembelee, achilia uwepo wako hachiria uwepo wako mahali hapa, hachiria uwepo wako mahali hapa, asubuhi ya leo. Roho Mtakatifu, gusa gusa, gusa. Bwana pita utuguse, pita utuguse, pita utuguse, pita utuguse. Roho Mtakatifu, tumejishusha tumenyenyekea kwako. Neno lako linasema moyo ule uliopondeka na kunyenyekea, hautauzalao hautau Yesu tukumbuke, Yesu, tukumbuke kwa Roho Mtakatifu wako tukumbuke, tukumbuke, tukumbuke, tukumbuke kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba, ni siku nyingine tena tunataka kukufanyia ibada, tunakusii ukaibariki ibada hii ipate kuwa na maana mbele za uso wako. Tunajitakasa kwa damu ya Yesu tunajiweka tayari kwa ajili ya kusikiza kusikia ujumbe wa neno lako. Mbariki kila aliyefika, iwe ni baba, iwe ni mama, iwe ni kijana, iwe ni binti, kila mmoja Mungu mbariki kwa ujumbe wa neno lako, katika jina la Yesu. Anza pamoja nasi na umalize pamoja nasi, katika jina la Yesu Kristo tunaomba, amen. Bwana Yesu asifiwe. Basi karibu kae katika uwepo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana, watu wa Mungu. Kabla sijaendelea mbele, leo ninavyo vitabu vingi tu, ninavyo vitabu vingi na nimebakisha mmoja. Kwa hiyo watu wa Mungu, jana nilikuwa nimepokea message. Mtu mmoja akaniambia mtumishi nashukuru, kitabu chako kimenibariki sana. Nililetewa kama zawadi na mume wangu. Ulikuja siku moja katika usharika wetu, ukafundisha, ukawapa vitabu, na mimi nilikuwa sikushiriki hiyo ibada, lakini mume wangu alichukua kitabu akaniletea. Mtumishi, na kushukuru sana, kitabu chako kimenibariki sana. Mama huyu anatokea usharika wa Salei kule Arusha, na kitabu chenyewe anachokizungumzia ni hiki, kinaitwa Nguvu ya Imani. Mpendwa, na wewe pia unaweza ukamnunulia mtu hiki kitabu, ukampa zawadi, ukampa zawadi, mwambie, nimekupa tu kama zawadi yangu. Jambo la kwanza, utakuwa umenisapoti mimi katika kupeleka Injili, lakini jambo la pili, utakuwa umempa mtu zawadi, maana sina njia nyingine ya kupata pesa kuendesha Injili na kuifanya isipokuwa kuuza vitabu. Kwa hiyo, huwa nikiangalia vitabu jinsi vilivyo ama nilivyoviuza huwa ninapata shida sana, kwa sababu najiuliza, jumamosi nitalipaje kipindi kipindi kitaendaje hewani? Maana pasipokuuza vitabu sina hela ya kuendesha kipindi, na huu ndio ufunuo Mungu alionipa kwamba kwa njia ya vitabu ndio niendeshe kipindi cha injili. Kwa Mungu akikubaliki, pale tukimaliza ibada, usiache kuchukua nakala yako ya kitabu. Na hata kama una pesa sasa hivi, chukua tu, tutanitumia hapa nyuma, kuna namba zangu za simu. Nitumie na Mungu akubariki. Tunaendelea na ujumbe ambao tumeanza nao umuhimu wa kuombea majira na nyakati za mwaka. Nashukuru Mungu tumesogea sogea kidogo mbele. Tumesogea sogea kidogo mbele. Umuhimu wa kuombea majira na nyakati za mwaka. Na jana nilikuwa nimeingia umuhimu wa pili. Tulianza umuhimu wa kwanza na jana nikaingia katika umuhimu wa pili. Umuhimu wa pili unasema, utasikia utaona na kuelewa mambo ya kiroho. Utasikia jambo la kwanza, utaona jambo la pili, jambo la tatu utaelewa mambo ya kiroho. Mambo haya matatu ni ya msingi sana kwa Mkristo yoyote: jambo la kwanza kuona, jambo la pili kusikia jambo la tatu, ufahamu wa kuelewa mambo ya kiroho haupatikani pasipo mtu aliyejitoa na kuamua kuwa mwombaji. Na ndio maana ninakwambia umuhimu wa kuombea majira na nyakati za mwaka utakusaidia kuona, kusikia na kuelewa mambo ya kiroho. Mambo ya kiroho, mambo ya kiroho, mambo ya kiroho yanahitaji mtu aroni, na ndio maana Yesu ama Mungu anasema kabisa wazi katika neno lake kwamba Mungu ni Roho, na yoyote amwendeaye yeye lazima kwanza kumwendea kwa njia ya Roho. Kwa hiyo, mpendwa muombaji yoyote, muombaji yoyote, Mungu anambariki kumpa macho, anambariki kumpa masikio, anambariki kumpa ufahamu. Muombaji yoyote hawezi kuwa kipofu niliandika kitabu changu cha kwanza kinaitwa Ufalme wa Mungu. Hiki ni kitabu cha pili. Nimezungumzia kidogo hapa mambo ya kuonaona, na kwa nini nimezungumzia? Kwa sababu nimezungumzia ujumbe unaosema imani, nguvu ya imani. Wapendwa, sisi wa Kristo, kinachotupa macho ya kiroho ni imani, masikio ya kiroho ni imani, ufahamu wa kiroho ni imani. Baada ya kuona changamoto nyingi ambazo nimekutana nazo kwenye huduma anazozifanya ndipo Mungu akanipa ufunuo wa kuandika nguvu ya imani. Kwanza nilifundisha nguvu ya imani, alafu nikaandika kitabu cha nguvu ya imani. Nguvu ya imani, imani itakupa macho, imani itakupa masikio, imani itakupa ufahamu wa mambo ya kiroho. Wakati ninaanza Injili, kilichonifanya nione ninakokwenda, kwamba nitafanikiwa, nitaweza ama sitaweza ama sitafanikiwa, ilikuwa ni imani. Imani ndio ilinipa macho ya kuona, imani ndio ilinipa kusikia sauti ya Mungu iliyokuwa ikinisemesha, imani ndio ilinipa uwezo wa kuyachakata mambo ya kiroho. Ndio maana Mungu akaniongoza kuandika kitabu kinachoitwa nguvu ya imani, nguvu ya imani. Neno ambalo tulisoma jana katika kitabu cha Mathayo mlango wa ishirini na sita, thelathini na nane anasema ndipo akawaambia Roho yangu ina huzuni nyingi kiasi cha kufa, kaeni hapa mkeshe pamoja nami pamoja nami pa. Jana niliwaambia mpendo, neno hili linasema mkeshe pamoja nami. Huyu ni Yesu anaongea na wanafunzi wake, anawaambia roho yangu ina huzuni nyingi kiasi cha kufa, lakini nawaombeni, kaeni hapa mkeshe pamoja nami. watu hawa walikuwa wanafikiri kukesha na Yesu ni kukaa macho. Hapana, neno hili halimaanishi kukaa macho, linamaanisha ombeni pamoja nami, kaeni kwenye maombi. Sasa, kwa sababu wanafunzi waliokuwa pamoja na Yesu wakati ule hawakuwa na macho ya kuona kama Yesu anavyoona, hawakuwa na masikio ya kusikia kama Yesu anavyosikia, hawakuwa na ufahamu wa kuelewa kama Yesu anavyoelewa wao hawakuona faida ya kukaa na kuomba. Kwa sababu hiyo walilala usingizi, na ndio maana Yesu alipokuja akawakuta wamelala, akawaambia kwa nini hamkuweza kukesha nami hata risali moja? Lakini haikusaidia lolote, watu waliendelea kupiga usingizi kama hivi leo, kama hivi leo. Watu waombe, watu waombe, hawana muda wa kuomba akiomba kidogo anapiga miayo, anaomba dakika mbili, hana muda wa kuomba, anajifuta yeye ni kupigiwa lamli kutabiriwa. Nikija hapa namwambia udada, Mungu amenisemesha kwamba moja mbili tatu, kwake yeye ndo anaona ndo huduma ya kiroho aliyoipata, atashtuka atafurahia, mtumishi wa ata stuka, ata fulaia, Mungu ameniona mtumishi wa Mungu amenigusa, kisa hata amemwambia wewe unaitwa Ana, wewe wewe unahisi unaishi maeneo fulani anaona ameguswa, na ndivyo huduma sasa hivi zimekuwa zime ndo nyingi. Hizo ndo huduma zinazopata kibali, watu kupigiwa ramli kanisani, kutabiliwa. Hata mimi ninavyoendesha vipindi, kuna wengi tu wananitumia message, wengi wananipigia simu, ni nabii tumeshinitabilie, tumeshinitabilie. Wanafikiri nafundisha mimi, nafundisha mimi, simtabilii mtu, na ndio maana Mungu akanipa njia ya kuuza vitabu niendeshe kipindi, maana kwa njia ya kufundisha neno la Mungu na kuwaombea watu hutakao, muone mtu anakupa sadaka. Na ndio maana kipindi changu cha Jumamosi sadaka limepata elfu saba cha Jumapili sadaka elfu ishirini alafu gharama ya malipo shilingi laki tano ndio unajiuliza hapo, unamtumikia Mungu ama unatumikia pesa? Kama unatumikia pesa, maanake unapata hasara. Kama unamtumikia Mungu, maanake unapata faida. Mpendwa, Yesu anamwambia wanafunzi wake, keseni pamoja nami maanake ombeni pamoja na mimi. Kuna kitu Yesu amekiona, kuna kitu Yesu amekisikia, na ndio maana ninakwambia mwombaji yoyote, nataka nikwambie, ukianza kuwa mwombaji, cha kwanza utapata macho, cha pili utakuwa na masikio, cha tatu ufahamu wako juu ya mambo ya kiroho utabadilika. Hautakuwa mtu wa kawaida, hautakuwa mtu wa kawaida. Kwa hiyo hutahitaji mtu akupigie kupigia ramli akwambie kati ya huduma ambazo sizitaki ni mtu kuja kuniambia mtumishi, Mungu amenionyesha moja mbili tatu. Sitaki kusikia hayo mama. Kasome hichi kitabu, nimeandika. Kuna watu wengi sana, ili waonekane kama ni watumishi, utasikia Mungu amenisemesha, Mungu ameniambia. Kwa nini naja kwambia mambo ya kwako? Akwambie mambo ya kwangu kwanza. Wewe ya kwako yako sawa sawa, eti mzee kidogo unaanza kuniambia Mungu amenisemesha, mtumishi wa Mungu, Mungu amenisemesha, Mungu amenisemesha, akusemeshe juu ya kwako kwanza tengeneza nyumba ya kwako kwanza. Ndio maana ninakwambia mpendwa, umuhimu wa kuombea majira na nyakati za mwaka, atakusaidia kusikia, kuona na kuelewa mambo ya kiroho. Sisi wengine hatutembei tu, kabla hatujaanza huu mwaka, kabla sijaanza huu mwaka elfu mbili na ishirini na tano Mungu alinipa nafasi, mwezi wa kumi na mbili nikakaa na kufunga na kuomba mwezi mzima, mwezi Januari, mwezi wa pili mwaka jana nilifunga mwezi wa kumi na mbili mwezi wa kwanza mwezi wa pili mwezi wa tatu kufunga na kuomba kwa ajili ya mwaka, sababu nilikuwa najua Mungu amenita nikamtumikia kwa njia ya televishen, nitawezaje? Nataka kuona yatakayotokea huko mbeleni. Mungu akanipa hiyo neema ya kukaa kwenye maombi. Kwa hiyo kukaa kwangu kwenye maombi kukazidi kulipa macho ya kiroho, kuona ninakokwenda. Mama mama mmoja kanisani, mama mmoja tu mwombaji, na ni mama ambaye tunamheshimu, alimfuata mke wangu akamwambia kabisa hivi Francis anataka kufanya vipindi vya televisheni ataweza wapi? si mtajikuta kila siku mnakunda, mnakosa hata pesa ya kula. hela zote mnazozipata kahela kadogo mnakopata kinaenda kwenye mambo ya TV. Alimfuata kabisa akamwambia. Mama ambaye tunamheshimu sana ni mama ambaye ametubeba kweli kweli kwenye maombi na kwenye maisha yetu ya kikawaida. Nikamwambia mke wangu tutaishi tangu tumeanza kipindi cha televisheni mwaka wa jana Januari mpaka leo hii, tunarusha kipindi cha televisheni kwenye vitabu. Hiki kitabu changu ndo nimekitoa mwaka huu, kitabu changu cha ufalme wa Mungu. Nimesambaza vitabu zaidi ya elfu tatu zaidi ya elfu tatu Shuhuda nilizonazo kwenye vitabu tu ni nyingi, kwenye kipindi cha televisheni ni nyingi. Sasa nimepata hasara nimepata faida? Neno linasema nikumbushe eleza mambo yako pote kupewa kiako. Nikisogea mbele za Mungu nina mambo mangapi ya kumkumbusha Mungu, nini kilichonisaidia? Macho, macho na masikio. Kama Ka ningesikia neno aliyosema yule mama, kwa sababu ya nafasi yake kwenye maisha yangu, maana yake ningeacha kufanya kazi ya Mungu. Macho na masikio, ngoja nikwambie, ngoja nikwambie pendo, ngoja nikwambie, ngoja nikwambie, si rahisi kila mtu kusikia kuona na kuelewa mambo ya kiroho. Nakwambia ukweli, sio rahisi kusikia kuona na kuelewa mambo ya kiroho, na ukitaka kujua, ndio maana kuna wengine leo wametajirika kwa hayo mambo mawili tu, kusikia na kuona, kuwambia wengine juu ya maisha yao na kuwasemesha yale ya ambayo yeye anaona ya yatawasaidia, leo wametajirika. Sio rahisi, na ndio maana kuna makanisa yamejaa maelfu ya watu kwa sababu tu wamefuata mtu anayeona, wamefuata mtu anayesikia. Sio rahisi. Ngoja nikuonyeshe mifano miwili. Mfano mmoja wa kwanza ni wanafunzi wa Yesu Kristo, wanafunzi wa Yesu Kristo. Ukisoma kitabu kile cha Luka mlango wa 24, mstari wa 49, Luka 24 mstari wa 49. Nataka nikuonyeshe mifano miwili. Mfano wa kwanza ni wanafunzi wa Yesu Kristo, wanafunzi wa Yesu Kristo. Neno linasema hivi Luka 24 49 natazama, natazama nawaletea juu yenu ahadi ya Baba yangu, lakini kaeni humu mjini hata mvikwe uwezo utokao juu. Kaeni humu mjini hata mvikwe uwezo utokao juu, anawaambia. Huyu ni Yesu, baada ya kufuka anawaambia tazama, nawaletea ahadi ya Baba yangu, lakini msihangaike, kaeni hapa mjini mpaka mvikwe uwezo utokao juu. Maana yake nini? mpaka mtakapopokea Roho Mtakatifu. Yesu alijua hawa ndio nimekaa nao katika miezi katika miaka kadhaa, lakini nimegundua hawana macho, nimegundua hawasikii chochote, nimegundua hawaelewi chochote. Na ndio maana Yesu alipoona mauti yake, alipowaambia njoeni hapa mkeshe pamoja nami, hawakuweza kukesha. Kwa nini? Hawakuona chochote, hawakuelewa chochote, hawakusikia chochote, lakini Yesu aliona mauti Yesu aliona kifo, Yesu aliona huzuni, Yesu aliona kanisa litakapoteseka, hawakuona chochote. Na ndio maana Yesu anawaambia wanafunzi wake, kaeni hapa, msiondoke mpaka mvikwe uwezo utokao juu, maanake mpaka mpokee roho mtakatifu. Sasa angalia, hakuwaambia wakae wapige stori. Na ndio maana kwenye kitabu kile cha Zaburi mlango ule wa kwanza anasema, usikae barazani pa watu wenye mizaha, usikae barazani pa watu wenye mizaha. Maana yake nini? Aliwaambia, kaeni hapa katika ibada, kaeni hapa katika maombi. Mpendwa, nataka nikuambie, kama unataka Mungu afungue macho yako, kama unataka Mungu afungue masikio yako, kama unataka Mungu afungue ufahamu wako, jambo la kwanza, lazima ukubali kukaa kanisani. Kanisani ndipo utakapopata neema ya kumpata Roho Mtakatifu. Ukimpata leo mtakatifu atakupa macho. Ukimpata leo mtakatifu atakupa masikio. Ukimpata leo mtakatifu atakupa mtako. Umeshaanza kuona, umeshaanza kusikia. Na ndio maana Yesu aliwaambia wanafunzi wake, "Kaeni hapa msiondoke mpaka mtakapopokea uwezo utokao juu." Na walipokaa, nini kilitokea? Wakapokea Roho Mtakatifu. Baada ya kupokea Roho Mtakatifu, maandiko yanasema siku moja Petro na Yohana walikuwa wanaenda hekaluni. Hekalu kama hili, wanafika pale mlangoni kunaombaomba. Miaka yote anaombaomba. Petro alipomwona akamwambia, tutazame sisi. Yule ndugu akatazama, akifikia atapewa pesa Si ndivyo maandiko yanasema, ndugu? Anasema yule ndugu akawatazama pesa. Petro akamwambia, hapana, hatuna fedha wala dhahabu, tulicho nacho tunakupa. Kwa jina la Yesu, inuka na utembee. Yule ndugu akainuka na kuanza kutembea. Nini kilichosababisha Petro ya kuona ya kwamba huyu anahitaji maombi macho? Nini kilichosababisha Petro kuwa na ujasiri huo wa kumtamkia huyu na kuinuka? alisikia ya kwamba ukiomba kwa jina la Yesu chochote kinatokea chochote kinakuwa huja kwa kusikia baada ya kusikia neno ambalo Yesu aliwaambia kaeni hapa waliposikia wakapata ima. imani imani ikawapa macho imani ikawapa masikio imani ikawapa ufao sio watu tena wanaoteseka kutafuta wengine wawaambie habari ya maisha yao, bali ni watu wanaosaidia wengine kwa habari ya maisha yao. Huu ni mfano wa Yesu Kristo. Angalia mfano wa pili. Mfano wa pili ni mfano wa Elia na mwanafunzi wake wa kiroho anaitwa Elisha. Elia na Elisha, nadhani wengi, wengi mnafahamu. Ukisoma kitabu kile cha Wafalme wa Pili mlango wa pili, Wafalme wa Pili mlango wa pili mstari wa tatu, utaona neno linasema hivi, Elisha akasema, kama Bwana aishivu na roho yako iishivu, sitakuacha. Basi wakashuka mpaka Beseli. Basi wana wa manabii walikuwako Beseli, wakatoka kuonana na Elisha, wakamwambia, Je, unajua ya kuwa Bwana atamwondoa bwana wako leo?